Changamoto iliyokuwa ikiwakabili wanafunzi waliokuwa wakitokea umbali mrefu kuelekea katika Shule ya Msingi Sitalike sasa imepatiwa mwarobaini mara baada ya kukamilika kwa Shule Shikizi ya Msingi Igongwe iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi. Wakizungumza wakazi wa Kata ya Sitalike Halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi wamedai kuwa waliamua kuanzisha ujenzi wa shule hiyo kutokana na adha walizokuwa wakikumbana nazo watoto wao ikiwemo kutembea umbali wa zaidi ya kilomita tatu hadi sita huku wakikutana na misukosuko ikiwemo ya wanyama wakali kama tembo na viboko wanaotokea katika hifadhi ya taifa katavi kwa majina naitwa josefu usingizi ni mkazi wa kata ya sitalike ni kwamba kutoka hapa kwenda kufika eneo la kijiji cha sitalike ni zaidi ya kilomita mbili na nusu kutoka hapa kwenda shule ya msingi matendalani ni kama kilomita tatu lakini baada ya kupata shule hii ya Igongwe tumeona matunda mazuri, wanafunzi wanasoma kwa muda wa mwafaka. Na pia vilevile vile, tulikuwa na hadhari zilizokuwa kujitokeza katika umbali huu. Kwanza kabisa elimu tulikuwa tunaipata kwa umbali, lakini pia madhara makubwa, tulikuwa na hifadhi karibu, pia vilevile vile, eneo hili lina wanyama ni wengi, hasa majira ya asubuhi na jioni. Kwa hiyo kwa kupata shule hii tumenufaika sana, serikali tunaishukuru, na iendelee kutupambania kama wanakata ya Sitalike, pia kwa mkoa wa Katavi. Lakini kabla ya hapo, sisi kama wananchi wa eneo hili na mwenyekiti wetu wa kitongoji tulianza kuandaa mikutano ya vitongoji, tukazamilia sisi kama wananchi, tukaanza michango, tukaanzisha jengo hili ambalo kwa sasa limekwenda hatua nzuri. Baada ya kuona sasa tumekwenda katika hatua hii, serikali iliweza kutia mkono wao nao wamekwenda kuinua jengo ambalo kwa sasa limekwenda kukamilika, liko kwa asilimia kubwa ni nzuri. Kwa majina naitwa Peter Paulo Masesela. Kutokana na umbali wa kutoka katika ile kutoka katika ile eneo kwenda katika maeneo jingine la shule, kwanza ni, ma, ni kuweka ma, maisha ya watoto katika hatari, kwa sababu katika ile eneo ni karibu na hifadhi na wanyama mara nyingi huwa wanazagaa katika maeneo, kwa hiyo huwa zinatokea athari za watoto kukutana na tembo zinawadhuru maisha yao. Pia barabarani, watoto wanakosa uangalizi, maana mara zote wao wanaenda shuleni peke yao na kurudi peke yao, kwa maisha yao yanakuwa hatarini katika, ma, katika maeneo ya barabarani. Akizungumza kaimu mkurugenzi mtendaji halmashauri ya Nsimbo Daniel Walakunga amesema wameungana na mbunge wa jimbo la Nsimbo katika ziara ya ukaguzi wa miradi mipya ikiwemo ya shule hiyo pamoja na mradi wa nyumba za walimu shule ya msingi Jilabela uliopo kata ya Itenka. A, mradi wa kwanza tulianza kule Itenka, kata ya Itenka, katika kijiji cha Kijirabela. Mradi wa nyumba ya walimu ni nyumba ile ambayo imejengwa ya familia mbili, nyumba ya tuiniwani ambayo mradi ule leo umezinduliwa. Mradi ule una thamani ya shilingi milioni mia moja na kumi, lakini mradi ule unaenda kupunguza changamoto ya makazi katika eneo lile la shule ya msingi Jilabela. Hawa ikumbuke, walimu katika shule ile walikuwa wanakaa mbali na maeneo ya shule. Mradi wetu wa pili uh, tumetembelea katika eneo hili la Igongwe kata ya Sitalike katika kijiji cha Igongwe hapa pana mradi wa shule shikizi ambayo imefunguliwa sasa shule ambayo sasa inaenda kukidhi mahitaji ya kupunguza umbali kwa wanafunzi waliokuwa wanatokea hapa Igongwe kwenda Sitalike ambapo ni zaidi ya kilomita tano sita na wengine wanatokea Matandalani kwenye umbali kama huo. Hata hivyo, mara baada ya kuzindua miradi hiyo miwili, Mbunge wa jimbo la Nsimbo Anna Lupembe amesema serikali ilitambua umuhimu wa uwepo wa shule hiyo na kuongeza fedha kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za wananchi hao huku wakiahidi kuongeza fedha kwa ajili ya kumalizia madarasa mengine yaliyobaki. Walimu wa shule ya Igongwe wamefiafika kwa ajili ya kutufundishia watoto wetu lakini na sisi pamoja na halmashauri yetu mkurugenzi atahakikisha amalize haya madarasa mengine mawili kwa haraka ili kuanza kuleta wale yale madarasa mengine makubwa makubwa yale eh darasa la tatu la nne la tano la sita la saba ili waje kumalizia hapa hapa tuwaondoe kule katika shule yetu ya Sitalike wengine wako shule ya msingi matandalani basi waje hapa ili iweze kuwa shule kamili, na nina matarajio kuna walimu wengine wataongezwa katika shule hii. Mkurugenzi amesafiri kidogo, akifika atasaini, wataripoti katika shule hii kwa ajili ya mwendelezo wa maendeleo ndani ya shule yetu ya msingi Igongwe. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Swaumu Katambo.